Eh, hey, ni ajeni wadau na wadau dex manze ni Swale so, hapa jo hey, kama kawa mkinicheki mnajua ni Tuchanuane. Leo ni episode yetu ya tatu bado tuko Madhare, eh, Mabatini. Tuko na boy wetu hapa, akona story kali sana ya kutuambia. So atajipiga intro yeye mwenyewe atuambie ni nani, na share na sisi story yake. So basically tukiwa hapa hivi hatujaji mse na kitu na do. Tuko hapa kupelekana na street. Kuna mtu yako pale Dando, kuna mtu yako Kibich, eh, lakini ana rada. Watakisikia story tunashare hapa kwa Tuchanuane maybe atavuta rada na atajifoma, atacheza shughuli anado, hizo shughuli mbaya mbaya. So atujaji mse na kitu alikuwa anado. So utajipiga intro utuambie wewe ni nani, unatoka mtaa gani? Eh, mimi naitwa Obo natoka Madhare Abatini. hey, mimi nilikuwa kijana mzuri nikapata na rafiki yangu, rafiki yangu alikuwa anajiita Makaveli

kidogo tena nikapatwa na, na kiu nyingine. Sasa tunaenda shughuli shughuli ya nduthi sana sana. Je, ilikuwa hey, kututa ilikuwa tunazanga kuiba na nduthi tunaenda sini ya kwanza huko Parklands. Sasa hey, tumekuwa na kisti yangu. hey, tunaenda kupona mse kumbe hey. Tunapona DCI sile kuja imekuwa tena ni mambo kidogo, alarm mwanza kulia kwa este hey, sasa simebaki yeye mwenye nduthi ya kutoa rahani. Sasa simebaki tena yeye. Land Cruiser imetoka na mbele mapolisi wanakuja na ma-DCI wanakuja na juu, masaa hizo nimebaki tu inua mkono saa mimi nikaona, eh, nilikuwa nimeshakubali nimeinua mkono, lakini kadere pia kainua, alikuwa ameshakubali, lakini akili yake ikachenji. Magoti yangu nilikuwa nashikilia pavement, lakini bado haikutosha, hivi au enda kuniinua juu, tisheti kararuka bado sikia pili tas karudi karudi buru tulikuwa, saa mimi Kadere na Kristiano, Kristiano Boni asitumeenda sini eh, kwa buru kidogo sini na baki sana madondokea kitu sile masa ya kudondokea si mmedondokea, fala ameresist. Ah sile bado nduli bado iko mshale. Sile mi kuitresi tresi eh. Kimungu tu nimedandia eh, tukatoka tena kwa hiyo simu eh, ndo apo sasa niko nanga jo ambo minge idai kama ingeza kwa madreni tulie sajo wenyewe jo. Nikumbuka jo mamorio wangu wenye imebaki eh. So na hiyo time ukiwa kwa mori wako unasema Alipas hiyo mm. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Ilikuwa nikiwa daro daro nane, ilikuwa twenty ilikuwa twenty eighteen. So ilikuwa ni twenty eighteen ndo kaintrodusiwa kwa crime, na umri wako mm. so nahi nini ni mada, alipigwa mob ama ilikuwaje? Ama ni mgonjwa nini? Ni mada Al, alimalizwa na kara noma sana. Na before hapo before kamkutulia, sasa umekurifomu, umeachai crime

miezi mbili mlishikiwa? hmm. So, nini ukafikishwa, ndio ukafikishwa India. Nilishikiwa breaking and stealing nikapatikana na maviso hiyo. e, noma sana. ilikuwa so, mwaka gani ukienda India hiyo? ilikuwa ni nikiwa nikiwa form 2 sijui ni 2020, 2020 ama 2020. form 2 ndio sasa ulibambo, ukaenda India nikatoka e, nikatu... nika... nika...

ni anyway, wengi almost karibu tu 15 kuendelea, ndio sasa ukaamua ku change yeah. Nah. Bado kuna watu tulisoma nao lazima napata eh mori amekufa mapema mkiwachuanashinda aaraa so sahii kuna wase kwa hii community walikuwa wanajuanga hey, obo wakipita hivi kuna mtu atapiga nduru, obo akipita hivi kuna msatalia mahali So sasa hiyo una donate at least unaonyesha community yenyewe yeah. au si ule mse mlikuwa mnachua au kitambo? Sasa una donate kwa community? Kwa community. yeah. so, uh, like, lakini kwa shamba kwa tuko 1 uh, shukuria napata one two one two napata hadi saa hapa nini na nini

kuna msia na cheki interview, kuna boya na cheki interview, kuna mdema na cheki, kuna mimi utako hapo nje na cheki. Anakusikiza rada, ubongeshe, ubongeshe wewe. Mimi utako hapa nje, labda kwa crime ama msi anaona kwa chezi vitu ni ngumu. Chukua dakika mbili moja kwa ongesho kijana hapo. Minasema tu yenyewe ni shukrani pia ni reform pia, mimi ningependa joke inje jamaa vijana hey. Imeisha, si rahisi Nakuchagua bado crime j bado kufa naye <coughs> <coughs> ni mapema. Mimi nakwambia sisi, ametuambia crime si rada. Kuchagua crime, nachagua si e, kufa mapema. So basically ni platform moja fiti, sisi tutakaa tupige riba 1 2 3 tuju ilikuaje, usaidie msee moja kuchange hapo life yake nae.